Habari, karibu kwa mista Pepa. Leo tunamzungumzia mwandishi ambaye jina lake limeandikwa kwa herufi kubwa katika fasihi ya dunia, mwanariwaya mzaliwa wa Tanzania aliyelifanya jina la Zanzibar liangaze kwenye ramani ya kimataifa. Huyu ndiye Abdulrazak Gurnah. Safari yake ilianza mwaka 1948 katika kisiwa chenye historia ndefu, kisiwa kilichopambwa kwa karafuu ni huko Zanzibar. Katika mitaa iliyochanganyika tamaduni za Waswahili, Waarabu, Waafrika na Wahindi, ndipo kipaji chake kilipoota taratibu na kuchipua kama uyoga katikati ya msitu. Lakini mwaka 1964, mapinduzi ya Zanzibar yakabadilisha kila kitu. Akiwa na umri wa miaka 18 tu, Gurnah alilazimika kukimbia. Akaondoka nchini kama mkimbizi, akaacha familia, marafiki na utambulisho wake nyuma. Uhamisho huo usio na maandalizi ndio uliokuja kuwa moyo wa kazi zake zote. Alipowasili Uingereza, maisha hayakuwa rahisi. Lugha ilikuwa changamoto, tamaduni zilikuwa ngeni, na upweke ukawa rafiki ambaye hakuwa na faida kwa wakati huo. Lakini Gurnah hakuyakatia tamaa. Akiwa kijana mdogo, alianza kuandika, si kwa sababu ilikuwa rahisi, bali kwa sababu kuandika ndiko kulimsaidia kuishi. Hizi ni riwaya zote za Gurnah, zinagusa maumivu ya ukoloni kutengwa uhamisho na mapambano ya kutafuta mahali pa kuitwa nyumbani. Kazi hizi ndizo zilizoibeba sauti yake duniani, ambapo vitabu hivyo ni Paradise alichokiandika mwaka 1994, By the Sea alichokiandika mwaka 2001, Desertion alichokiandika mwaka 2005, na Afterlives alichokiandika mwaka 2020. Paradise ndicho kilichompa umaarufu mkubwa, hadithi ya Yusuf, kijana anayekabiliana na dunia ya biashara ya utumwa na ukoloni Afrika Mashariki. Afterlives, riwaya ya majeraha ya vita vya Kijerumani ambayo ilimrudisha Gurnah katika historia ya Tanzania kama msimulizi wa ukweli asiyejulikana. Oktoba 2021, dunia ikasikia jina la Gurnah kwa mara nyingine, lakini safari hii kwa kelele kubwa. Alitangazwa mshindi wa tuzo ya Nobel ya fasihi, tuzo ya juu kuliko zote katika uandishi. Sababu, Kamati ya Nobel ilisema, kwa uchunguzi wake wa huruma kuhusu athari za ukoloni na hatima ya wakimbizi katika kusahau. Kwa wengi Abdulrazak Gurnah ni mwandishi lakini, kwa fasihi ya Tanzania, yeye ni mlango uliofungua njia mpya, ni kioo kinachoonyesha kwamba hadithi za Waswahili zinaweza kusimama kati ya hadithi bora zaidi duniani. Asante kwa kutazama. Hii ni simulizi ya mwandishi ambaye aliandika dunia mpya kutoka mbali na nyumbani.